Yes, kuna watu wanakufa kwa sababu ya upweke. Kuna watu wanakonda kwa sababu ya upweke. Lakini kuna watu wanavuruga kila kitu katika maisha yao eti kwa sababu ya upweke, na upweke huo unaweza ukawa umetokana na kuachwa au na kupoteza miongoni mwa vipenzi vyao. Pengine mimi na wewe ni miongoni mwa watu ambao wanaathirika na upweke. Lakini dear one, katika video hii nataka tuangalie faida za kuwa mpweke, lakini pia na namna ya kupambana na upweke. Nataka nikuhakikishie kuwa upweke ni miongoni mwa madarasa mazuri ya kimaisha na ya kimahusiano. Karibu, Abdunnoor hapa kijiji Kina kupanuka, nashukuru wewe ambaye umeni subscribe. Lakini kama wewe ni mgeni, kumbuka kusubscribe ili mwisho wa siku kijiji kiweze kuendelea kwa kikubwa. Usipite tu maana, inakuwa high sound good. Hakikisha umeangalia video nzima, ume like, ume share, lakini pia umeacha maoni. Wazungu wanasema ku comment. Katika video hii tutaangalia upweke ambao unatokana na kukosa connection ya kihisia baina yako na mtu fulani. Yaani either umeachwa au umefiwa. Na hata wewe unayemtazama sasa pengine hujakuta na hali hii, lakini hii inaweza ikawa faida kwako baadaye kwa sababu upweke sio kwa ajili ya mmoja tu. Anyways, unapokuwa mpweke aka lonely either kwa kuachwa au kususiwa na mubebe, hiyo ni nafasi ya adhima hasa. Kwa nini? Here we go. Faida ya kwanza, unapata muda wa kukaa na kuchakata maana ya wewe kuwepo katika maisha haya. Niamini mimi, unaweza katika mahusiano lakini hayana maana ya wewe kuwepo. Uliye naye hakuhitaji, anajilazimisha. Uliye karibu naye, uliye naye hana ushauri endelevu zaidi ya kukuharibia. Na uliye naye hakuelewi kile unachokizungumza. Yaani unaona dhahiri kwamba mimi naposema sieleweki, lakini unapokuwa peke yako ukawa lonely mara zote unakuwa na amani ya moyo. Upweke unasababisha wewe kusamini kile unachokifanya na, na sio kufanya kitu kwa ajili ya kumridhisha mtu. Lakini pia upweke unakufundisha wewe kupambana na hisia zako. Nini pointi ya msingi? Dawa ya upweke sio kutafuta mtu wa kukupa kampani. Dawa ya upweke ni kutambua maana ya wewe kuwa mpweke. Faida namba mbili, unapata mawazo makubwa. Ukifanya uchunguzi, watu waliofanikiwa kuwa na mawazo makubwa ambao mpaka leo kwa tisi zao unatumika ambao mpaka leo wanatajwa, mara zote walifanya vitu hivyo wakiwa wapote. Waliandika vitabu, waliandika quotes, waliandika memes wakiwa hawana company, wamejitenga, wapweke, wametulia. Mara zote walikuwa ni watu ambao wanapenda kukaa peke yao, ni watu ambao walikuwa wanajifungia vyumbani na kutengeneza mawazo, ni watu ambao hawakuwa na kelele za mahusiano katika vichwa vyao. Nini maana yangu? Mubebe akikupiga chini, amini anakupa likizo, yaani anakuwa amezima kelele za mahusiano kichwani kwako. Kwa nini naita kelele? Kwa sababu ni mawazo ambayo yanakuwa sio ya msingi. Mawazo kama kutoka out, mawazo kama saizi mubebe atakuwa wapi na atakuwa na nani. Mawazo ya kumtext mubebe na kumsalimia, mawazo ya mubebe amekasirika nifanyeje? Mawazo ya kwamba kama angekuwa na jali basi angekuja leo au angefanya kitu fulani. Mawazo ya acha nijiweke pembeni nione kama ananipenda. Mawazo ya nikifanya hivi atakasirika. Ni kelele ambazo zilikuwa zinakuzuia mawazo chanya kuyafikiria na kuyapangilia. Sasa unapokuwa mpweke, mara nyingi kichwa kinatulia. Mara zote unapotumia upweke wewe vizuri ndio muda ambao unaweza ukawaza mawazo. Huu ndo muda ambao watu wanatumia kuandika vitabu, ndo muda ambao vijana wanatumia kuandika nyimbo, ndo muda ambao watu wanatumia kuandika mawazo quotes au memes nzuri zaidi. Ila pia hichi ndicho kipindi ambacho watu ngamua wapi walikosea. Kwa mfano, kuna mwandishi mmoja anaitwa Elizabeth Gilbert aliweza kuandika kitabu chake baada ya kupewa talaka ya maumivu zaidi, ilikuwa inaitwa Eat Pray and Love. Lakini kuna mwandishi kama Charles Stray, kuna mwandishi kama John Didion, lakini pia mwandishi mwingine ilikuwa Rupi Kaur, Haruki Murakami na wengine na na wengine na wengine. Hawa ni waandishi ambao waliandika vitabu vyao baada ya kuachwa, baada ya kupata upweke, mwisho siku wakakaa chini na kutumia upweke ule kama sehemu ya kuandika kitabu. So unapokuwa nje ya mahusiano, umepigwa chini, ukatulia, ukaacha kupanikidia wan, utakuwa na mawazo chanya na utanishukuru baadaye. Faida namba tatu ya upweke, unajifunza kujitegemea kihisia. Yes. Tega sikio utanielewa kwa zaidi, kipindi unapokuwa na mtu ambaye mmeivana mkakulana na kulana kumu. Yes, mkakulana na mkashibana, huwa mnashare kila hali, ya uzuni ya furaha na hata ya makasiriko, yaani mnamilikishana hisia zenu. Mtu yule ndo anakuwa motivator wako, ndo anakuwa kansela wako, ndo anakuwa ni mtu wako wa karibu, unaishi naye kila kitu. Unapopata njia panda kidogo, unategemea yule ndo atakushauri. Sasa linapokuja swala, akikutoka, akikupiga chini, akakubwaga kama zigo, kwa kweli kwa walio wengi tunakuwa ni ngumu ku survive. Lakini nikueleze, ukisurvive hii situation, wewe unakuwa ni legend, lakini pia unadhihirisha kwamba unaweza ukaishi mwenyewe bila usaidizi wa mtu, kwa sababu ulishajifunza mbinu, ati mbinu, ulishajifunza mbinu za kuweza kujimotivate, za kuweza kujishauri, za kuweza kujifurahisha pale unapopata makasiriko mwenyewe. So upweke ni darasa kubwa sana, na ndo maana unasikia watu wakiachwa wanasema hawatetereki wala hawababaiki, kwa sababu mioyo ishakomaa. Faida namba nne: upweke unakuunganisha na watu. Let's be honest, tunapokuwa bize na mubebe, kuna baadhi ya watu kuona simu zetu na meseji zetu inakuwa ni shughuli kweli kweli. Mtu anaweza akapiga simu kukujulia hali akakuta uko bize na mubebe na uko bize kweli kweli. Na unapomaliza kuongea na mubebe wako, unapomaliza kuchati na mubebe wako, huna habari na yule aliyekutafuta. Kiufupi, unakuwa mbali na rafiki, unakuwa mbali na ndugu zako. Lakini kipengele, unapoachwa unapata muda wa kuteta na watu muhimu, kama ku refresh mind. Lakini pia upweke ni kitu ambacho kinakuleta karibu sana na Mungu wako, kwa sababu "nisaidie Mungu niondoke katika hali hii" inakuwa haikuishi mdomoni. Utaniuliza, je, ni kawaida kuwa mpweke? Ndio. Je, ni lazima kupambana na upweke? Ndio. Je, nitafanyaje kupambana na upweke? Hebu nisikilize. Njia ya kwanza, tumia hata dakika kumi au muda ambao unakuwa peke yako kujitafakari binafsi, wapi ulikosea, wapi ufanye na nini yatakuwa matokeo. Njia ya pili, jipe changamoto ya kukutana na watu wapya. E, marafiki jiunge kwenye maklabu jiunge kwenye mechi jiunge e, e, u, kwenye sehemu mbalimbali ambazo zina watu wapya wapya, unaweza ukapata mawazo makubwa zaidi, lakini pia jitahidi kuteta na watu walioko karibu yako zaidi. Njia nyingine, weka mipaka katika matumizi ya mitandao ya kijamii. Usijifungie sana ndani kutumia mitandao ya kijamii kwa sababu, kwanza unaharibu afya ya macho yako, unaharibu afya ya akili yako. Ni mimi Mr. Abdunnoor, tukutane katika video ijayo.